Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uh, ndugu wanahabari, napenda na kusema kuwa tunaposema Dodoma fahari ya wa Watanzania, na siku kumi zijazo Dodoma inaenda kufaharishwa kwa mambo mengi mfululizo ambayo yanaifanya Dodoma iendelee kuwa na, na shamrashamra kila wakati ikianza na mfululizo wa matukio tulionayo kuanzia tarehe 27 saba tunategemea kuwa na tukio kubwa la kupokea mabalozi kutoka ndani ya nchi ambao wanatoka katika nchi mbalimbali na, balozi wanaw, na pia mabalozi wanaotoka nje ndani ya Tanzania ambao wameenda kuhudumia nchi mbalimbali. Lakini tarehe 28 tunategemea kuwa na ugeni mkubwa na Chama cha Mapinduzi ambapo Mheshimiwa Rais au Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi taifa atakuwa anaweka jiwe la msingi katika eneo ambalo wanataka kujenga makao makuu ya chama lakini tarehe ishirini na tisa na tarehe 30 kutakuwa pia na mkutano mkubwa wa Chama cha Mapinduzi ambao utafanyika katika mkoa wetu wa Dodoma, na tunafahamu hapa ndio makao makuu ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mikutano hiyo imekuwa ikifanyika na kila inapokuja tunaichukulia kwa uzito wake tofauti, lakini vile, vile tarehe e, kuanzia tarehe thelathini na moja kutakuwa na maadhimisho ya wiki ya mazingira ambayo itaenda kwa muda wa siku sita mfululizo na Mheshimiwa makamu wa rais Mheshimiwa Dr Philip Isdori Mpango atazindua tarehe thelathini na moja na tarehe tano mwezi wa sita. Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hasan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atafunga maadhimisho hayo ya wiki ya mazingira. Lakini katika mtiririko huo huo, tarehe tatu mwezi wa sita, sisi mkoa wa Dodoma tunasema tunataka tuonyeshe mkoa na dunia mambo makubwa ambayo mheshimiwa rais wetu ameyafanya kwa mkoa wa Dodoma kwa ngazi ya kata, kwa sababu hakuna kata ambayo haijapata maendeleo katika kipindi hiki. Kwa hiyo tutakuwa na siku inaitwa Samia Day tarehe tatu mwezi wa sita. Yote hayo yatakuwa ndani ya hizi siku kumi kwa katika mkoa wetu wa Dodoma. Lakini leo naomba niende kuzungumzia kwa undani jambo moja mahususi ambalo litakuwa tarehe ishirini na saba, ambalo ndio litaanza tarehe ishirini na saba mwezi huu wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano siku ya Jumanne ijayo, ambapo tunasema dunia itakuwa Dodoma kwa sababu mabalozi wote ambao wanahudumu katika nchi ya Tanzania toka nchi mbalimbali mbali duniani, na pamoja na mabalozi wa Tanzania ambao wametoka Tanzania kwenda kuwakilisha nchi katika nchi zao watakuwa katika mkoa wetu wa Dodoma kwa jambo mahususi hapa katika mkoa wa Dodoma tunategemea tunafahamu kuwa uh, Dodoma pamekuwa makao makuu tangu 2017 na mheshimiwa rais, wakati huo, aliwapa alipo, alipo viwanja mabalozi, ambapo walitakiwa wahamie Dodoma kama ambavyo serikali imehamia Dodoma. Mkakati huu umekuwa ukiendelea kwa wakati wake, lakini tunauona umeenda polepole. Nitoe shukrani sana kwa waziri wa mambo ya nje mheshimiwa Mahmud Kombo Thabit Kombo ambaye ametupa, ameridhia na kutualikia mabalozi hao waje katika mkoa wa Dodoma. Kwa hiyo kwa, kwa kushirikiana na mkoa wa Dodoma pamoja na Wizara ya Mambo ya Nje tumeandaa siku hii kwa ajili ya kuwaleta mabalozi hao kwa madhumuni makubwa manne. Dhumuni la kwanza ni ku e, kuwaeleza waheshimiwa mabalozi mambo yaliyoko katika mkoa wa Dodoma na kuwa Dodoma tuna huduma zote ambazo wakiishi hapa ni afya ni elimu ni miundombinu ni maji ni umeme na vitu vingine ambavyo vingemfanya mtu afurahie kukaa mahali. Tunataka tuwaonyeshe kuwa Dodoma tayari huduma hizo zipo na tunatamani waje sasa Dodoma. Lakini swala la pili, tunafahamu kuwa Dodoma tunavyo vivutio vingi sana vya uwekezaji na fursa za uwekezaji. Tunatamani pia watu toka nchi mbalimbali waje Dodoma kwa ajili ya kuwekeza toka nchi zile ambazo mabalozi wetu wanatoka. Lakini tatu, tunatamani sana e, kuwaambia na kuwaonyesha vivutio vya utalii ambavyo viko katika mkoa wa Dodoma, ili pamoja na kutalii maeneo mengine ya nchi yetu, na Dodoma pia waweze kuona ni sehemu na mahali sahihi, na kuna, kuna fursa ya wao kuweza kufurahia vivutio mbalimbali mbali vya utalii katika mkoa wa Dodoma. Lakini swala la nne ni kwamba tunatamani sisi tuwe na miji ya kimataifa ya kinchi ki mbalimbali katika mitaa yetu ya Dodoma. Ukienda nchi nyingine duniani utasema hapa mtaa huu anakaa nchi fulani, mtaa huu labda tu ni nchi fulani, lakini sisi Dodoma pia tunatamani dunia ihamie ya Dodoma. Kwa hiyo tunatamani pia tuwaambie mabalozi fursa hiyo, mtu akisema mimi nataka mtaa wa China tunamwambia upo hapa. Mi nataka mtaa wa Wahindi tunamwambia huko hapa, ambako vyakula vya kihindi vitapikwa na mtu akisema nataka testi za kihindi ataenda pale. Kwa hiyo hilo ni jambo jingine, tunatamani tuongee na mabalozi, lakini tunatamani kupitia wakati huo tuwaambie mabalozi kuwa Dodoma tunayo, tunazo halmashauri nane, tunazo wilaya saba, ambazo zote hizi tunatamani zipate miji rafiki kutoka katika nchi zao, miji mbalimbali tuweze kubadilishana uzoefu katika sekta mbalimbali, kwa sababu sisi tunataka tukuamue uchumi wetu wa mkoa wa Dodoma kwa kushirikiana na watu wengine wa, wa toka nchi wanazo toka mabalozi. Jambo hili kwetu ni kubwa sana. Katika siku hiyo kutakuwa na ratiba. Ratiba itakuwa ni kwanza, tutakaa nao kwenye ukumbi mahali pazuri kabisa ambako tutawaonyesha mambo haya ambayo nimeyasema yaliyoko Dodoma, lakini wanasema kuona ni kuamini. Kwa hiyo, baada ya kukaa na kuwapitisha kuambia Dodoma tuna nini na hayo ambayo tunayataka, tutatoka nao na kufanya ziara fupi ambayo itawapa nafasi mabalozi kuona eh, mambo mazuri yaliyoko Dodoma tuliowaambia kwa macho yao. Kwa hiyo, kutakuwa na ziara ambayo itaanzia katika hospitali ya Benjamin Mkapa, pale tukitaka kuwaonyesha kuwa hospitali ile ni kubwa ina vifaa vya kisasa na ina hadhi ya kuhudumia watu wa kada zote. Kwa hiyo hata hadhi ya mabalozi na viongozi wakubwa wanaweza kuhudumiwa pale. Tukitoka pale, tutaenda nao moja kwa moja katika mji wa serikali Mtumba ili waweze kuona e, maendeleo makubwa yaliyo katika mji ule wa Mtumba. Kwa wizara zote zimeshajenga pale na chache ziko hatua za umaliziaji, na wao ni fursa nzuri sasa ya kuona viwanja vyao na ku, tafakari namna ya kuanza kuendeleza na labda baadaye kuhamia Dodoma, lakini pia tutawapeleka katika uwanja wa ndege Msalato ambao unaendelea, utakuwa uwanja wa kimataifa ambapo pale pia watapata nafasi ya kuona na kuamini kuwa kumbe Dodoma sasa baada ya muda mfupi mwaka huu upata weza kufikika toka nchi zao kuja moja kwa moja Dodoma na kutoka Dodoma kwenda nchi zao kwa sababu ni uwanja wa kimataifa ambako ndege za kimataifa zitatua pale Dodoma. Hayo yote yanatufanya tuione siku hii muhimu, ni muhimu sana kwa mkoa wetu wa, wa Dodoma na tumeipa kauli mbiu siku hiyo inasema, sisi tuko tayari kwa ajili yao, au kwa lugha ya wenzetu wanasema eh, Dodoma we are ready for you. Kwa hiyo hiyo ndio kauli mbiu ya siku hiyo. Lakini tunayo kauli mbiu ya kila siku ambayo tunaitumia sana kwenye uwekezaji na utalii ambayo tumesema ichukue Dodoma ipeleke duniani na ichukue dunia ilete Dodoma, kwa lugha ya wenzetu inasema take Dodoma to the world and bring the world to Dodoma. Ndugu zangu wana Dodoma, jambo hili ni kubwa, jambo hili ni la kujivunia na tunajivunia hasa kutokana na kazi nzuri anayofanya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye amejenga mahusiano mazuri na nchi zote duniani zinazowafanya hata wakubali kufurahia kuja katika nchi yetu. Na haya yote tunayoyasema, amekuwa akiyafanya katika maeneo mbalimbali ya uwekezaji, utalii na mengine. Tunatamani sasa na Dodoma yako waweze kuja kwa furaha. E, nichukue nafasi hii kuwatoa rai kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma, ugeni huu ni mkubwa. Wana Dodoma tumekuwa ni wakarimu wakati wote kwa kukarimu wageni kwa kwa kuonyesha tamaduni zetu za kuwaheshimu kila mtu. Kwa niendelee kutoa shime na wito, tutapoona wageni hawa pia tuwape ukarimu wa kutosha katika maeneo mbalimbali, wataoishi watakayopita, na mengine ili tuendelee kutunza sifa yetu nzuri ya nchi yetu ya Tanzania na mkoa wa Dodoma, wa Dodoma lakini waondoke wakiwa sasa wamechapata shauku ya kuja kuishi na sisi na kushirikiana katika mambo mbalimbali tunasema Dodoma ni fahari ya wa Watanzania. Tukio hili litaenda kuifaharisha pia mkoa wetu wa Dodoma. Nimalizie kwa kauli mbiu zinazosema eh, Dodoma we are ready for you, take Dodoma to the world and bring the world to Dodoma. Santeni sana.